Sema, watu wa mantik, hapa naona talaba tule ilmu wenzangu, wengi katika moja ya masala stini ya ilmu ya mantik. Katika ilmu fupi duniani hakuna zaidi ya mantik, ina masala stini tu, hakuna stina moja wala stini na nusu, ni masala stini tu. Sixth topic moja katika masala ya mantiki, kuna kipengele kinasema atabiatu la taqbalu al-faragha fa idha lam tamlai lfursata bisalahin fa saufa yamlauha ghairuka bifasadin. Ndivyo sivyo, wanafunzi wenzangu? Tunakijua hicho, wanasema nature, nature au hali ilivyo duniani hakuna hakuna hakuna Yani, there is no vacuum. Kuna kitu kizungu kinaitwa vacuum. Tugoja nieleze, mtanisame kwa katu. Unaona hii nini? Chupa ndani kuna nini? Kuna maji. Ukimwaga haya maji, usithubutu ukasema chupa tupu. Haitokei kwamba chupa ni No, mutulaka wakuya mwaga haya maji, kuna kitu kimeingia japo upepo. my, my, my, msikitini my, my, my, wakitoka watu wote, usithubutu ukasema msikiti mtupu, basi mafeni yapo <laughs> ah, nimekwenda nimekuta msikiti mtupu, my, my, my, ukuyaona mazulia mle wewe akili yako ni watu. Tusema msikiti hauna watu.